Nayo familia, jamaa na marafiki waliyekuwa mtangazaji na mratibu wa sherehe za Ikulu Sammy Lui walijumuika kwenye ibada ya ukumbusho wa maisha yake, miezi miwili baada ya kifo chake. Walimwomboleza Lui kama jamaa aliyemakinika kwenye shughuli zake za maisha na kikazi, na nguzo muhimu iliyounganisha familia yake, marafiki na waliofanya kazi naye. Walisifia utendakazi wake na mchango wake kwenye tasnia ya utangazaji humu nchini. Lui alifariki nyumbani kwake huko Subukia.

Kipaji hiki ambacho Mwenyezi Mungu amezidi kunipa, na nakubali kwamba nitaenzi njia yako kweli, mtoto wa nyoka ni nyoka. He was polished, he was suave, he was smooth, he was charming and equally sophisticated.